Kwa hiyo barabara hii, maana yake tatizo la kwanza lilikuwa kwenye miundombinu, lakini tatizo la pili lilikuwa sasa kwenye mabasi ambayo hii sasa umekuja na usuluhisho kubwa la kuweza la kuweza kutatua matatizo haya. Lakini waombe pia wenzangu wa Tanzania wenzetu, wapo baadhi ya wenzetu ambao jana jioni wameharibu baadhi ya miundombinu ya mwendokasi, na niliona wananchi kwenye yale magari wanapiga kelele sana kwamba mtusaidie, tunawataka kutuua, na vitu vingine vya namna hiyo sasa huo ndio mfano wa nchi ikichafuka. Maana yake nchi kichafuka, kila mmoja hatajua pa kukimbilia, na kwa bahati mbaya Dar es Salaam hatuna mashamba. Bahati mbaya Dar es Salaam tukipachafua hapa, mara nyingi wananchi wake ni wale wale wa kutafuta asubuhi kupata pesa mchana na kwenda kula jioni. Kwao tukipachafua hapa Dar es Salaam, katika nyakati kama hizi, watu wengi watakufa kwa sababu ya kukosa chakula na kukosa makazi. Tunaamini wazo kubwa ilikuwa ni kukosekana kwa usafiri. Sasa mabasi yanapokuja ukipiga tena mabasi na vituo vya mwendo kasi unavibonda laki utakuja kubondwa wewe. Kabla mambo mengine hayajaharibika, naomba nikuthibitishie, mheshimiwa waziri mkuu, wale wote ambao wamechukua hatua hiyo ya kufanya mambo hayo tutakula nao sahani moja, kwa sababu wazo na mabasi kama ambavyo wameyaomba yameshafika. Sasa kituo na basi kulibonda, hilo sio basi lako, ni basi la kodi za Watanzania. Lazima tulinde ili kuwe na nidhamu pia ya kuheshimu mali za umma na kodi pia za Watanzania. Kwa hiyo nimeona niyaseme haya, mheshimiwa waziri mkuu, kwamba yapo mambo ya kucheka kwa pamoja tunapofurahi, lakini yapo mambo ya kuonya kama taifa, ili libaki katika usalama na wananchi wa enjoy na amani ambayo imekusha jengwa kwa mstakabali mpana wa maendeleo yetu.